Ili kuielewa Irani ya leo kwa undani zaidi, ni lazima kurejea kwenye mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa ambayo yalibadilisha kabisa mwelekeo wa nchi hiyo. Kabla ya mapinduzi, Irani ilikuwa chini ya utawala wa kifalme wa Shah Mohammad Reza, uliokuwa ukitegemea mtu mmoja, jeshi, na uungwaji mkono wa mataifa ya Magharibi. Mfumo huo ulipoporomoka, viongozi wa mapinduzi wakiongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini waliamua kujenga dola ambayo isingerudia makosa ya zamani: dola isiyotegemea mtu mmoja bali taasisi imara zinazodhibiti na kusimamia mamlaka. Msingi wa mfumo mpya uliwekwa kupitia katiba ya Jamhuri ya Kiislamu inayochanganya demokrasia ya uchaguzi na utawala wa kidini. Wananchi wanapiga kura kumchagua rais wa bunge na madiwani, lakini maamuzi ya juu kabisa yako chini ya mwavuli wa uongozi wa kidini. Dhana kuu inayouongoza mfumo huu ni uongozi wa mwanazuoni wa Kiislamu, inayompa kiongozi mkuu mamlaka ya mwisho, ili kuhakikisha serikali haiendi kinyume na maadili ya Kiislamu na malengo ya mapinduzi. Kiongozi mkuu wa Kiislamu ndiye ya muhimili wa mfumo mzima ana mamlaka ya kikatiba ya kumteua mkuu wa mahakama, viongozi wa jeshi, wakuu wa vyombo vya habari vya serikali, na ana ushawishi mkubwa katika sera za nje na ulinzi. Muhimu zaidi, nafasi hii haitegemei uchaguzi wa moja kwa moja wa wananchi, bali uteuzi wa baraza la wataalamu wa dini, jambo ambalo linalenga kuipa taasisi hiyo uthabiti na mwendelezo hata wakati wa misukosuko ya kisiasa. Chini yake kuna Baraza la Walinzi, taasisi yenye jukumu nyeti katika kuunda uwanja wa siasa. Baraza hili hukagua sheria zote zinazopitishwa na bunge ili kuhakikisha zinaendana na katiba na Uislamu na pia huchuja wagombea wote wa nafasi za juu kabla ya uchaguzi. Hivyo, ingawa uchaguzi upo, mfumo unahakikisha kuwa wagombea wanaoruhusiwa ni wale wasioweza kutikisa msingi wa jamhuri ya Kiislamu. Rais wa Irani na serikali yake ndiyo sura ya kila siku ya uongozi wa nchi. Rais anahusika na uchumi, huduma za jamii na mahusiano ya kidiplomasia, lakini mamlaka yake yana mipaka iliyowekwa wazi. Masuala ya kimkakati kama mpango wa nyuklia, usalama wa taifa na sera kuu za kikanda hufanywa kwa mashauriano au uamuzi wa taasisi za juu zaidi, hususan ni ofisi ya kiongozi mkuu. Hii inaifanya ofisi ya rais kuwa muhimu, lakini isiyo na nguvu ya mwisho. Lakini pia bunge nalo lina nafasi na ya kutunga sheria na kuisimamia serikali, lakini linafanya kazi chini ya ukaguzi wa baraza la walinzi endapo kutatokea mvutano kati ya bunge na baraza hilo, swala hupelekwa kwenye baraza la maslahi la taifa, taasisi ya kusuluhisha migogoro ya kikatiba na kulinda maslahi mapana ya mfumo. Hii inaonyesha jinsi mfumo ulivyo na tabaka nyingi za uamuzi, ili kuzuia mkwamo au mpasuko wa mamlaka. Nguzo nyingine muhimu ni jeshi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC ambalo liliundwa mahususi kulinda mapinduzi dhidi ya maadui wa ndani na nje. Tofauti na jeshi la kawaida, IRGC lina nafasi kubwa katika siasa, uchumi na sera za kikanda. Linaendesha makampuni makubwa, linadhibiti mitandao ya usalama na lina ushawishi mkubwa katika migogoro ya Mashariki ya Kati. Kwa mfumo wa Irani, IRGC ni dhamana ya mwisho ya uhai wa mapinduzi ujumla mfumo wa kisiasa wa Irani ni mfumo wa taasisi zinazoshikamana, sio wa mtu mmoja, ulioundwa kwa makusudi ili kuhimili vikwazo vya kiuchumi, shinikizo la kimataifa na mabadiliko ya viongozi na hata maandamano ya ndani. Ndiyo maana licha ya migogoro ya mara kwa mara, Irani imeendelea kusimama kwa miongo zaidi ya minne. Kuelewa Irani ya leo basi si suala la kumwangalia rais au kiongozi mmoja bali ni kuelewa mtandao mzima wa taasisi zilizojengwa mahususi kuzuia kuporomoka kwa dola.